Huyo ni mtaalamu sasa atoa tahadhari nyoka na kuja majumbani mwenu. Lakini adaiwa kuteka mtoto apigwa risasi akiwa kituo cha polisi. Adaiwa kuteka mtoto apigwa risasi akiwa kituo cha polisi. Lakini familia kuzika mabaki ya mwili wa Naomi Kortini eh, korti ya Bakia eh, korti ya Bariki e, mazito mazito, hiyo ni habari kwenye gazeti la Nipashe. Lakini mazungumzo maalum Chadema kortini. Eh, ni mazungumzo maalum Chadema kortini. Lisu Ateta na Nipashe na kueleza kwa undani TLC wajitosa hiyo ni habari ukurasa wa nne ndani gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini mradi ya maji ya bilioni 400 eh, iliponza vigogo wazinduliwa. Mradi wa maji wa bilioni 400 ulioponza vigogo wazinduliwa. Lakini shinikizo la kujiuzulu la washtukia eh, vigogo hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe eh, Mwanga wa Jamii kwa asubuhi ya leo pata nakala yako kwa habari kwa kinamu. Likituka chana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi. Gazeti lako la Mwananchi lenyewe linaanza na habari kubwa inayosema mjadala, wanaume wanawake wa kolea, nani ni tatizo katika malezi, kila upande watupiwa lawama, matatizo ya kifedha, mila potofu, manyanyaso ya ndoa na tamaa za kuhusiano vyatajwa, madhara kwa watoto yaelezwa, viongozi wa dini watia neno lakini aliyemwagia tindikali Moshi aiandikia tume ya utawala bora. Aliyemwagiwa tindikali Moshi aiandikia tume ya utawala bora. Lakini Rais Samia azindua mradi wa maji uliokwama miaka 20. E, Rais Samia azindua mradi wa maji uliokwama miaka 20. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa pili wa gazeti la kula Mwananchi. Lakini bado kuna habari inasema, ACT wazalendo yatishia kumshtaki DC Sadifa. ACT wazalendo watishia kumshtaki DC Sadifa hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi. Lakini paroko Abagamoyo aeleza walivyosubiri jimbo miaka saba. Lakini mtu mmoja jela miaka mitano kwa kumuua mkewe e, mtu mmoja jela e, miaka mitano kwa kumuua e, mkewe. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele, ipate nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana na gazeti la Mwananchi tuangazie kwenye gazeti la Zanzibar leo kuna habari kubwa inaandikwa inasema Samia, mradi wa maji E, kutatua kero za wananchi. Hiyo ni habari inaandikwa kwenye gazeti laku la za Zanzibar leo inasema e, Samia e, mradi wa maji kutatua kero za wananchi. Lakini serikali zitaendelea kudumisha amani, Dk. Mwinyi. huyo ni serikali e, zitaendelea kudumisha amani lakini Mwinyi, lakini Dk. Samia e, mradi wa maji kutatua kero za wananchi, lakini bado kuna habari inasema ZEC yakadiria kuandikisha wapiga kura wapya zaidi ya 4713 wilaya ya kati. Aunizeki akadiria kuandikisha wapiga kura wapya 4713 wilaya ya kati, lakini viongozi wa Ulaya waunga mkono ujenzi wa Gaza. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Zanzibar leo kwenye kurasa za mbili. Pata nakele yako kwa habari kwa kinam. Na tukiangazia kwenye gazeti lako la, eh, gazeti lako la mwelekeo lenye ina habari kubwa inayosema Samia mwanamke wa shoka. Hiyo ni gazeti la Mwelekeo linaandika Samia ni mwanamke wa shoka. Lakini Chadema eh, kwa fukuta timu Lisu Mbowe kuzidi kunyukana. Hiyo eh, ni habari kwenye gazeti la kula Mwelekeo. Gazeti lako la Mwelekeo bado lina, linaandika eh, ukosefu wa nguvu za kiume ni majanga. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la kula Mwelekeo. Lakini bado kuna habari inayosema serikali kununua umeme nje nchi kwa mikoa ya kaskazini. Eh, serikali kununua umeme nje ya nchi kwa mikoa ya kaskazini, lakini bila Odinga urais mzigo Kenya, bila Odinga urais ni mzigo Kenya. Hiyo ni habari inapatikana kwa gazeti la Mwelekeo, lakini gazeti la Uhuru e, eh, ukweli daima na nyia asubuhi ya leo lina habari kubwa inayosema Rais Samia kuongoza kikao cha Neki Dodoma, e, eh, Rais Samia kuongoza kikao cha Neki Dodoma, lakini aliyejaribu kumuua mpenzi wake atupwa jela miaka saba. Eh, aliyesubutu na kujaribu kumuuwa mpenzi wake atupwa jela miaka saba. Lakini TMA yatabiri mvua kubwa kwa mikoa 25. Hiyo e, ni TMA yatabiri mvua kubwa kwa mikoa 25. Lakini hayawi hayawi sasa yamekuwa ni nini, habari kwenye gazeti la Uhuru linaandika hayawi hayawi sasa yamekuwa, na rais Mwinyi ahidi maendeleo. Lakini majaliwa atoa wito kwa viongozi wa dini, huyo ni Kasim majaliwa atoa wito kwa viongozi wa dini. Lakini bado kuna habari kwa saa so 3, kuna wanaosema ashikiliwa na polisi tuhuma za kumteka mtoto wa miaka saba. E, mtu mmoja ashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kumteka mtoto wa miaka saba yuni, habari inaendelea ukurasa wa tatu wa gazeti lako la Uhuru, pate nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukichana gazeti la Uhuru tuangazie kwenye gazeti la Majira lenye inaanza na habari inaosema maajabu ya visiwa kumi na moja ndani ya hifadhi ya Rubondo. E, maajabu ya visiwa kumi na moja ndani ya hifadhi ya Rubondo. Lakini Ndumbaro mgogoro ya ardhi inasababishwa na watumishi. Na wewe ni ndubaro wasema migogoro ya ardhi inasababishwa na watumishi. Hiyo ni habari ukurasa wa 17, lakini bado ukurasa wa saba kuna habari inasema, Airtel yazindua chumba cha mama na watoto kazini. Airtel yazindua chumba cha mama na watoto kazini, lakini bado kuna habari inasema, Rais Dr Samia endelea kufanya kazi kwa vitendo. Rais Dr Samia endelea kufanya kazi kwa vitendo, azindua mradi mkubwa wa maji Same, Mwanga, Korogwe aelekeza nguvu kwenye umeme mikoa ya kaskazini yuni habari kurasa wanne kwenye gazeti lako la Majira, pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini jela kwa kupatikana na hatia ya kumuua mkewe bila kukusudia, mtu mmoja aingia jela kwa kupatikana na hatia ya kumuua mkewe bila kukusudia. Lakini dokta Biteko ataka fursa kwa watoto wa kike, huyu ni dokta Biteko ataka fursa kwa watoto wa kike, huku TMA yatabiri mvua kubwa mikoa 25 ikiwemo na Zanzibar. Yuna barua ukurasa wa e, TMA yatabiri mvua kubwa mikoa 25 ikiwemo Zanzibar. Yuna barua kwenye gazeti la kula majira pata nakala yako kwa habari kwa kidum. Lakini kwenye gazeti la Habari Leo ukurasa wa mbele linaanza na habari inosema ni mbina taasisi za Nelson Mandela kuimarisha ubunifu. Lakini TMA yatabiri mvua kubwa mikoa 25 Zanzibar. Lakini polisi ya ukota e, polisi ya ukoa mtoto aliyetekwa darasa la moja ya habari ukurasa wa ukura saba kwenye gazeti lako la Habari Leo, lakini bado kuna habari inayosema polisi yaokoa mtoto aliyetekwa Dar es Salaam eh, ukurasa wa saba bado inaendelea kwa kina. Huku wa Kenya mbaroni wizi kwenye magari Morogoro eh, wa Kenya mbaroni wizi wa kwenye magari Morogoro, ina habari ukurasa wa saba. Lakini bado kuna habari kubwa inayosema Rais Samia siamini katika kushindwa huyu eh, ni Rais Samia asema siamini katika kushindwa, ajivunia kukamilisha mradi wa maji uliosafi ni elfu mbili na ishirini na sita utanufaisha watu zaidi eh, ya laki nne na elfu hamsini A aonya kubambika bili, habari ukurasa wa pili. Lakini mtuhumiwa wa mauaji adakwa baada ya kujificha miaka 9. Na ICC, PSCF, kujenga kituo cha mkutano Arusha. Lakini mwanafunzi sua ajinyonga, habari ukurasa wa tatu. Huku ukurasa wa pili kuna habari inayosema Dkt. Mwinyi ahimiza jamii kumhofu eh, Mungu. Hiyo ni habari kwenye gazeti la habari leo ukurasa wa mbele. Lakini tukiangazia sasa kwenye e, kurasa za michezo na burudani tunaanza na gazeti la kula Majira. Lenye asubuhi ya leo inaanza na habari inayosema eh, Kariakoo Dabi yaondoka na mtu Benjamin Mkapa. Viongozi Yanga wa shiriki mazishi, mashabiki wa omba radhi. E, huyo ni kijana aliyegemea nguzo na kupigwa na shoti ya umeme. Hiyo ndio Kariakoo Dabi imeondoka na mtu. Lakini Simba Yanga zaingiza eh, zaingizia hasara Azam TV. Simba Yanga zaingizia ya hasara Azam TV. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Majira. Lakini gazeti la kula Nipashe naandika Simba Yanga zatoa maonyo e, eh, maoni mechi dabi. Simba Yanga zatoa ya maoni e, eh, mechi dabi. Kila moja ilizikeza huruma yao kwa mashabiki huku zikieleza kuwa lakini balua feitoto sasa kupishana Simba na Azam. Eh, balua na feitoto sasa kupishana Simba na Azam. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Nipashe ukurasa wa michezo. Lakini kwenye gazeti lako la The Sport, kwenye michezo kimataifa ndio linaanza linaandika, Arsenal ya maliza kazi e, ya ya Arsenal maliza kazi Liverpool, li ya nusa ubingwa wa Man City ya chemsha England. Lakini kwenye gazeti lako la uhuru kwenye michezo linaandika, serengeti Serengeti Girls ya panga kupindua meza Zambia e, serengeti Girls ya panga kupindua meza Zambia. Azam FC na miaka kumi na moja kujitafuta lakini choki angukia serikali hiyo, ni jumba. Choki angukia serikali hiyo, ni habari kwenye gazeti lako la uhuru ukurasa wa michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Zanzibar leo linaandika kwenye michezo dabi ya Kariakoo ilivyoacha kilio Dar es Salaam, magoli 348 yafungwa ligi kuu ya Zanzibar. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la mwelekeo ukurasa wa michezo unaandika ngoma ngumu kuahirishwa kwa, kwa dabi ya, ya Kariakoo kwa itia TFF kitanzini, ukiukwaji wa kanuni uh, ushirikina vya tajwa. Hiyo uh, ni dabi ya Kariakoo uh, sasa ya itia TFF kitanzini. Lakini Man United kutumia pauni milioni 40, kumsajili uh, Mateta e, uh, Man United kutumia pauni milioni 40 kumsajili Mateta, hiyo ni habari kwa gazeti lako la mwelekeo. Lakini gazeti lako la Spoti nchini Tanzania ukurasa wa mchezo naandika Yanga kutogusa dabi ya Kariakoo ni baada ya wapinzani wao kukataa kugusa na wao wamesema hakuna dabi tena. Lakini kadi nyekundu za tawala ZPL, Mgunda akiri ugumu wa NBC Premier League. Lakini kimataifa, Liverpool ya nusa ubingwa England, na magoli 348 yafungwa ligi kuu ya Zanzibar. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Sporti kwenye kurasa za michezo, lakini bado kwenye gazeti la Zanzibar. Uh, kumradhi, ni habari inayosema kwenye gazeti la habari leo, naandika: Simba nguvu zote kombe la CRDB, lakini Serengeti Girls hoi kwa Zambia, mshindi wa BSS agoma kurudi DRC. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo kwenye kurasa za michezo, lakini gazeti la michezo, gazeti la Mwanaspoti lenyewe asubuhi ya ya leo linaanza na habari kubwa inasema: wavaa suti tai wa haribu soka letu, wavaa suti na tai wa haribu soka letu. Lakini wamezingua wakongwe wa kemea vigogo TFF watoa wa msimamo dabi. E, wamezingua wakongwe wa kemea vigogo TFF watoa wa msimamo dabi. Lakini mashabiki wa Man United wa msuprise ya Morim, mashabiki wa Man United wa msuprise ya Morim. Ni habari ya kimataifa kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kurasa za michezo. Pate nakala yako kwa habari kwa kina na gazeti la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo, ndio inatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pate nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwa herini asubuhi njema.